Sa we, sawa labda kusoma ujue itapelekwa shule, lakini picha pia uone. Yaani mtu nimekuja hapa, nimejipigilia manguo yangu haya ya sikukuu, ya kumelemeta, nimejidabangura hata nywele hapa saluni yote, niji hapa kwako, najipindisha pindisha, labda unione mi pia ni kama wanawake mwingine wa mjini, lakini ndiyo kwanza macho yako kama mee umeabandika plastic. Iliweni mwanaume kweli! Maana mimi nitegemea hapa nikija tu kiniona hivi, pengine hata unikumbatie unilarue hivi. Yaani eh, basi hata umeshindwa basi angalau hata uongee ongee hata unitongoze. Mpaka hapa nyonga na karibia kuvunjika kweli. Hauna matatizo gani mtu ambia? Maana wanaume wenzako wako hivyo. Ndesa wewe. Kama wewe unafikiri kila mwanaume ana mambo hayo? Kama una shida nao watu kwa ajili ya kutongoza, wanaume kibao wako nje huko. Nenda wafuate. Sasa unaendelea sana zile za nje na nini, baada ya hapo ndo utapiga ile kwamba ile ya nini ile. Wanafikiri mimi sijui, nataka maadhi yako ndo tufe wote, ndo utapiga ile nyingine. Unaona wajibu wako eh, yaani wana wengi, simple tu kwa kujiamini, kujiamini

We kusoma hujui lakini pia picha huzioni kama zinajieleza zenyewe. Yaani mtu nimejitahidi huko yaani eh, mtu nimejitahidi huko nimepigilia vioro vyangu vya mjini, ambapo hata najua mwanaume yoyote aliyekamilika akiona kuna vitu vinachangamka, angalau na wewe unajipitisha pitisha hapo unione, lakini upo vile vile tu tikisiki chochote. Una matatizo gani au we, eh? Wewe uko sawa? Una shida wewe eh, kwa sababu wewe tangu umekuja ndani mimi nakuangalia mimi nikipita kushoto wewe unaingia kulia. Kila nikikuita huko unanikimbia huko. Yaani ni kama kuna matatizo, ni kama unaniona mimi sijui ni mtu namna gani, una shida gani baba? Hebu niambie vizuri. Maana wanaume wenzako hawako hivyo. Asa kuna mtu gani? Kwa nini kila mwanaume lazima awe na wewe? Sio mwanaume mwingine hapo kibao huko nje. Ambe ah. Eh, bwana wewe. Kuna kitu kimoja ambacho ukijui sawa. <coughs> Mimi mlimo mimi mko mniko jela. Atupati si msipati muda wa kwenda nje huko kuzurura, sipati muda wa kuzunguka na wanaume na hata viwanao wa Dar es Salaam, wao wenyewe mimi sikielewi, havina nguvu havina havina afya ya kutosha. Kwa muda mwingi niko ndani, ndio maana nilipo kuona wewe umekuja huku nikasema, eh bwana asante baba, umeniletea ya Mungu cha kwangu. Na walipo niambia niwakiji ni, ni wakiji ni wa shamba, nikasema ndo huyu huyu, kwa sababu najua wa shamba wana nguvu sawa. so, sasa wewe umekuja hapa, wala haina haja ya kutumia nguvu kubwa, nitakuwa niongeze tu Sawa. So, hey, unataka ujiongeze tu, kwa sababu tayari mi mwenyewe nimekuelewa, nisingatengate nisi, nisi, maneno yako mi nimekuelewa, mzee yeah. Sasa hii ina maana mawazo yako unataka niachie mimi, si ndio? Sasa mawazo mi mbona mimi, nimeshapona mi, juzi ndio nilikuwa naumwa homa na tumafua kwa mbali lakini nimeza meza tu dawa hapo hapa, mimi niko safi, sina shida yoyote. Alafu mafua yanaua mshamba hivyo, kwani wewe una tatizo gani eh? Haya, sawa, tuseme kusoma hujui, hukupelekwa shule, hata picha huoni? eh? Mtu nimepoteza muda wangu, nimeenda saruni, wamenimomotoa, nimependeza hivi, nimewaka. Angalia hii pamba leo. Wengine wanavunjaga kabati, mimi nimevunja beseni. Bado huoni jamani? Eh, wewe unakuaje hivyo? Mimi nilitarajia hata hivyo eh, kwa huu mzigo uniangalie matokeo yako. Naangalia kule, mbona wanaume wenzio hawako hivyo eh? hata unitamani ulambe hivi kidogo eh. Haufanyi hivyo, kwani una tatizo gani? Au utakuwa una shida maana wanaume wenzio hawako hivyo. Eh? Au mimi ni nina shida jamani, kwa unazoniona huu urembo wote. Eh? Nitakuwa na shida. Eh? Kama kuna tatizo sema, lakini mimi na shangu umenikalia kimya. Hata hapa mimi nikaju utasimama unipige. Hmm? Una feri wapi? Ah. Kabla, sikilize. Hivi unadhani wanaume wote tupo hivyo? Na kama unataka mwanaume, si uko nje wapo wengi sana, si uende uko nje. Katungulubo, mimi sipatikani hivyo. Umenikuta naangalia TV, niache niangalia ah, TV. Sawa. Yani, hapo ulikuwa ni show wa wanaume nje hivi. Kama unataka wanaume, uko nje si wapo wanaume wote wengi tu, wewe, unafikiri kila mwanaume anapenda mambo hayo? Uwe, kama unahisi unahitaji mwanaume kwa ajili ya mambo hayo, nenda pata wako wanaume kibao huko nje. Maliza. Sawa. Acha hivi. Wewe unadhani kila mwanaume ipo hivyo sio? Ha? Kama unataka wanaume, nenda huko nje wapo wanaume kibao tutawapata. Sasa naweka tunguru. Mimi ningekuwa nataka wanaume. Huku mimi natokaje wakati unajua huku nimefungiwa kama mfungu? Eh? Gengeni kwenyewe naenda na mama yuko nyuma. Me, unafikiri mimi ninatoka? Na unajua hata wanaume wenyewe wa huku wa huku eh, nime nitakansema wa huku da. Unajua, wanaume wenyewe wa huku sijae kupata nani mwenye miguvu. Eh. Mimi nilivyokuona wewe nikafikiri at least eh, nilivyosikia tu natoka kijiji cha Katunguru nikasema tena nirudie dialogue yote. Unapoteza kama unataka kuwa mwanae wa kutuza fuhu nzuri. Sir. Sasa wewe Katunguru, jamani. Kwani ni wewe, unifeleka kwa na umeanje, kwa ni wewe, siyo mwanaume. He? Eh? Unajua mimi nilivyokuona nilikuja hapa na nikasikia umetoka shamba. Nikasema mwanae baba we, nashukuru shukuru wa kuniletea chombo yangu. Kwa sababu unajua watu wa shamba kidogo wako vizuri tofauti na huko mjini kwa kula kula tu miwari. Sasa hapa ni vokuni eh, kwa kula kula miwari. Na mimi ninavyoniona hivi mwanzio mimi nateseka, labda tu nikwambie, muda wote huko unakaa na kula mbia, kula mafuta haya yanagandiana huko kwa mili, unategemea nitaenda kupumua wapi eh? Kwa vitu vingine ndio kujiongeza tu, Katunguru. Unajua wewe jinsi ulivyo na mimi nilivyo, kuna namna. Wewe ukiangalia, eh, kuna kitu kina ya utaongeza. Hiyo nataka tu hiyo hiyo idea, nini, usisahau idea ya unakaa ndani muda mrefu, unakula, unajua zile mafuta Sir. yale hiyo and okay. Action. Anaendeleaje sasa? Aliweza kula chochote kidogo sana tuliwasiliana na daktari akasema, mtoto anageuka kwao, ni hali ya kawaida. Sawa. Na, na, na naomba kidogo nafasi, nilikuwa nahitaji kuwa na karibu naye pia, kuna vitu vingine tuzungumze haya

Sio sahihi uendelee kubaki hapa na wadogo zako. Wao wenyewe bado wadogo, hawawezi kukusaidia chochote. Kule nyumbani kuna watu wazima ambao watakuangalia, watakusupport, itakuwa ni rahisi kukuzingatia kuku, kuku htatuwa zako za kujifungua zilivyo